Ni Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani, siku ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kufanya tathmini ya mwaka mzima utendaji ya wafanyakazi, ni siku ambayo wafanyakazi pia huwa wana matamanio mengi kutoka kwa serikali, siku ambayo huwa inaamua hatma ya wafanyakazi katika mwaka ama miaka mingine kadhaa ijayo. Hii leo Tanzania imesikia kutoka kwa mkuu wa nchi rais Dkt. Samia Suluhu Hassan akitangaza ongezeko la mshahara la asilimia 35 nukta moja kwa watumishi wa umma wa ile ngazi e, ya chini. Hii ina maana sasa wale ambao walikuwa wakilipwa laki tatu na elfu hamsini wa wataanza kulipwa laki tano kwa mujibu wa kauli ambayo imetoka e, katika maadhimisho ambayo imefanyika pale Singida ni jambo ambalo limeibua shangwe na chereko kwa wengi, huku wengi wakisema sasa motisha hii itakuwa na tija kwa wote. Lakini pia akawa na maneno mazuri kwa wafanyakazi wengine akisema kwamba wengine, pia kuna nyongeza ambazo zinafanyika na ambazo kila mmoja akikutana nazo atazifurahia. Ndicho ambacho kimeelezwa hapo Singida hii leo. Na hiyo ndio itakuwa mada yetu kwa leo. Tutaangazia Mei Mosi, nyongeza mshahara, tija yake kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa serikali. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye nakualika studio. Tunaye Ali Mkimo, yeye ni mchambuzi wa maswala ya uchumi. Karibu sana Ali. Shukran sana Nordin. Kwema kwema kabisa, mambo yanakwenda mm. lakini teknolojia pia itatuunganisha na katibu mkuu wa shirikisho la vyama ya wafanya kazi hapa nchini tukta Henry Mkunda, karibu sana Mkunda. Asante sana Nudin, asante sana kwema kwema kabisa kaka. Tunashukuru tuko salama mm. Naongereni sana mapambano ambayo sasa yanaonekana yanaanza kuleta tija. E, kwa kweli sio mapambano bali ni ushirikishwaji na ushirikiano mzuri kati yetu sisi na mwajiri mkuu ambao sasa kwa pamoja tunaona tunaendelea tunafanikiwa vizuri. Mm, tuanzie kwako namna ambavyo mapokeo yenu amekuwa e, wakati ambako sasa e, mwajiri mkuu kama ambavyo mwenyewe umeeleza, akitangaza nyongeza hiyo mpya e, ya mshahara ambayo iliwekwa wazi, lakini zile ambazo pia alisema zitakuwepo kwa wafanyakazi wa madaraja mengine ambayo pia hakuiweka bayana. Sorry, sijakupata vizuri, no, usikii vizuri samani. Mm. Nasema kwanza tunahitaji mapokeo yenu baada ya serikali kutangaza hiyo nyongeza ya asilimia thelathini na tano kwa hawa watumishi wa chini, lakini nyongeza nyingine ambayo serikali imeisema kwa madaraja mengine. Yes, sisi kwa kweli tumelipokea kwa furaha kubwa, na kwa kweli Mheshimiwa Rais tumeona ametusurprise, yeah, ametushtua. Uh, tulikuwa tutarajii kupata nyongeza hii ingawaje tulikuwa tumeomba na kwa mazingira ambayo tulikuwa tumeona na tulivyokuwa tumekaa naye kwenye vikao vya ndani, tulikuwa hatutegemei kwa kweli nyongeza hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sisi wafanyakazi ni kama ametupa surprise na zawadi kubwa sana katika mwaka huu, kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mm. Tafsiri yake ni nini sasa, baada ya kupewa kikubwa tofauti na kile ambacho mlikuwa mnakitarajia? Uh, wafanyakazi kwa kweli tumefurahi na tunamshukuru. Naamini pia sisi wafanyakazi baada ya kuwa tumepata ambacho tulikuwa tukitarajia, lakini kwa ukubwa zaidi hiyo, uh, pia inakuwa ni kitu ambacho kinatupa uh, motisha mkubwa sana katika kufanya kazi na sio kama tulikuwa tufanye, tumefanya. Ndio maana hata yeye Mheshimiwa Rais ametambua kwamba kutokana na kukua kwa uchumi wetu waziri a asilimia mbili point zilizoongezeka, ame recognize kwamba sisi wafanyakazi tuna mchango mkubwa katika kukua huko. Kwa hiyo ndio maana ametupa zawadi hiyo kama wafanyakazi. Kwa hiyo tunaamini hiyo inaweza ikawa ni motisha kwetu sisi wafanyakazi ili tuweze kufanya kazi vizuri zaidi na pengine kuongeza tija zaidi na kupata mapato, um, makubwa zaidi kwa nchi yetu, ili basi kipindi kingine atakapofanya evaluation anaweza ka, akasema mambo mengine mazuri zaidi kwetu sisi wafanyakazi. Mm. Nyongeza hii imewapa deni kwa kiwango gani kwenye utendaji? Sorry? Nasema nyongeza hii sasa ambayo Rais ameitangaza imewapa deni kwa kiwango gani kwenye utendaji Hatujafanya um, tathmini exactly kuonyesha ni kiwango gani cha utendaji kitaongezeka, lakini naamini kwamba um, unajua, hata wewe hapo studio ukipata ukifanya kazi ukiwa um, na furaha, ubunifu unaongezeka, uaminifu unaongezeka, kujituma kunaongezeka, na ambayo hiyo yote inakuwa na impact kule kwenye utendaji wako kazi na matokeo makubwa zaidi yanapatikana. Utarejea mm, kwako kwa Mkunda uh, Mkimo. Tumemsikia katibu mkuu anasema kwanza, imekuwa ni surprise kwao uh, kupewa kiwango ambacho uh, wamepewa, licha kwamba kulikuwa kuna majadiliano wao na uh, Rais Dr. Samia, lakini ghafla wanaona kwamba mzigo ambao umewekwa juu ya meza ni mkubwa zaidi. Tija yake kwenye uchumi wa nchi unapofanya nyongeza namna hii kwenye mishahara inakuwa wapi? Uh, shukran sana. Kwa kweli ukiongeza mshahara, kwa sababu unajua tunachokipigania siku zote kwenye uchumi ni watu kuwa na kitu kinaitwa disposable income. Kile kipato cha ziada kinachobaki baada ya kuwa umelipia kodi, baada ya kuwa matumizi eh, yale ambayo tunasema yenyewe ni ni mandatory, yani ni lazima kuyapitia, kuya umemaliza. Sasa ukiwa na disposable income ina maana sasa unaweza kufikia kwenye hatua ya kuamua niweke akiba au niende kuwekeza. Kwa hiyo ongezeko la mshahara linasaidia kuongeza e, fursa sasa ya mtu kuweza e, kufikiria e, kuweka akiba kwa sababu anajua kama imetokea umeongeza mshahara, ina maana sasa na kipato cha ziada ambacho naweza kuwekeza au naweza e, nikaweka akiba, lakini pia naweza kuhudumia mahitaji yangu yale mengine. Kwa hiyo kiuchumi tunasema eh, kwenye ile household economy, ule uchumi wa kaya e, sasa nyumba zimeongeza uwezo wa kufanya manunuzi e, ile consumption, na tunasema lazima manunuzi yafanyike ili kuongeza ule ubora wa maisha kuuboresha, eh, ni lazima uwe unafanya manunuzi consumption iwepo. Kwa hiyo e, ikitokea mshahara umeongezeka, na maana unaipata hiyo e, disposable lakini pia tunaongeza kitu tunakiita eh, marginal propensity to consume. Eh, tunaongeza ule uwezo wa sisi kuweza eh, kufanya matumizi, kwa sababu leo hii ukiwa una kipato kidogo uta, uta, tunasema utahifadhi ile fedha usiitumie vile ipasavyo, mawanda yako ya kununua yatakuwa si makubwa kiasi hicho. Kwa hiyo ili wewe uweze kutumia kadi ambavyo pay rise inaongezeka, tunasema eh, ayo, ayo malipo yanaongezeka, ndivyo ambavyo nguvu yako ya kufanya manunuzi inaongezeka. Sasa basi tunapata aggregate demand tunasema lile hitaji la jumla linaongezeka. Ikiongezeka aggregate demand, ina maana sasa, eh, watu wanademand kwa sababu wana fedha, ndio maana wanademand hizo bidhaa wanazihitaji. Kama hauna fedha hauwezi kuhitaji bidhaa. Ina maana ikiongezeka aggregate demand, inayofaidika ni aggregate supply, ule ugavi wa jumla ndio unaofaidika. Na tukizungumzia ugavi wa jumla, ina maana tunakwenda kuzigusa biashara, kampuni zinazozalisha bidhaa, watu sio wana fedha sasa wanakwenda hmm, wananunua eh, zile bidhaa. Ndio maana huwa tunatoa eh, angalizo ongezeko la mshahara liendane na ujazo wa uchumi. Vikienda tofauti hivi vitu, unaweza kujikuta unaokaribisha mfumuko wa bei kwa, mm -hmm. kwa maana ya kwamba kwanza, uh, mtu ambaye tunasema wale wafanyabiashara wakisikia kuna ongezeko la mshahara na wao wanasema sasa basi wana hela, tuwe tukaongezee bei za bidhaa mm -hmm. kwa hiyo unaweza ukajikuta unaokaribisha mfumuko wa bei, lakini kwa kuwa watu sasa pia wana hela na zikifanyika excessively uh, isiendane labda mfano na ujazo wa uchumi, ikatokea watu wana hela sana bidhaa tulizokuwa tukizoea kununua kwa mtindo wa kawaida tutakwenda kununua kwa mnada. Leo hii unaweza ukaenda dukani, sasa unakwenda kununua unga kwa mnada. Yani, mtu anaweza akaja akasema, bwana, mimi kilo moja naweza nikainunua kwa shilingi elfu tatu. Kuna mwingine huko ana hela akasema, bwana, mimi naomba ninunue kwa shilingi elfu tano. Unashangaa hafla elfu kumi, elfu ishirini kilo moja tu. Bidhaa ambayo asubuhi ulinunua kwa shilingi elfu hamsini, e unashangaa jioni imeshafika hata milioni moja. Unaona kabisa kwamba kunaweza kukaa kuna hyperinflation, ndio maana tunasema ongezeko la mshahara liendane na ujazo wa uchumi. Kwa hiyo, faida ya kuipata hiyo aggregate demand ni kwamba hata zile biashara nazo pia zinakuwa, kwa sababu watu wana hela na maana wanakwenda wananunua, mzunguko wa fedha kuongezeka, ile frequency ya watu kushika fedha, mfano eh, ni mara ngapi labda unaishika elfu kumi au unaishika elfu ishirini kwa mwezi, na yenyewe inaongezeka kwa sababu ya kuongezeka pia kwa mshahara. Ndio tija zake ya kiuchumi, lakini pia kuongeza pia nafasi za ajira. Ina maana kama nina uwezo wa kusave na kuweka tunasema na, na kuwekeza, ina maana naweza pia kuanzisha biashara eh, biashara hii ni kaajiri watu pia wengine, umnyororo ukawagusa watu wengi zaidi. Kwa hiyo ongezeko la mshahara lina faida za aina hiyo, japo pia sasa likifanyika katika mtindo ambao e, mfano leo hii sasa kwa sekta binafsi, mfano ongezeko hilo la mishahara na lenyewe lifanyike kwa ukubwa, tegemea kuona harama za kuendesha biashara pia zikipanda. Sasa sekta binafsi, kumbuka, wakiongeza mishahara hiyo ni sehemu ya operating expenses mm-hmm, wakiongeza kwa ukubwa ina maana pia gharama na huduma wanazotoa na zenyewe pia inabidi wapandishe bei pia, kwa sababu operating expenses zimeongezeka. Wages and salaries ni sehemu ya operating expenses, sehemu ya gharama za uendeshaji. Sasa na zenyewe zikiongezeka, bei za bidhaa pia wataziongeza kwa kubwa. Ndio maana huko kidogo unasikia kuna tathmini kwanza ifanyike, lazima tufanye tathmini. Ukie, ukienda kwa haraka unaweza kujikuta hmm, unaongeza mfumuko wa bei kwa changamoto. Katika hali ya kawaida, maana yake mnapoongeza mshahara lazima pia ujazo wa ile fedha katika mzunguko na yenyewe itaongezeka. Kiuchumi inaleta neema ama inaweza ikaleta mvurugo wa uchumi wa taifa. Uh, ndio maana inapendeza sana upime kwanza ujazo wa uchumi. Ndio maana uh, wakati anazungumza Dokta Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, alizungumza juu ya hali ya uchumi E, ukiangalia toka ule mwaka uliopita e, lakini pia e, namna gani changamoto mbalimbali za kiuchumi zinaweza kusababisha wakati mwingine mbaki kwanza kwenye kile kiwango kilichokuwepo hmm. Ikiendana na ujazo wa uchumi naweza kuwa rahisi zaidi, lakini ikienda tofauti na ujazo wa uchumi, alafu ikafanyika kwa ukubwa zaidi, tegemea kuona huo mvurugano ukitokea, hasa ukiifanya hii kwa sekta nyingine ambazo zinafanya biashara Kumbuka pia inakwenda kugusa pia na mazingira ya uwekezaji inagusa na mazingira ya biashara e, kwa sababu mimi mwekezaji nikija, ni kwamba pale labda kima cha chini cha kuwalipa mishahara wafanyakazi kwa mimi mwekezaji sasa wa sekta binafsi, labda kikiwa kikubwa zaidi kwangu, pia nitafikiria idadi ya watu ambao naweza nikawachukua ile cost of business e, t-tunasema, t-tunasema ile gharama za kuendesha biashara kama zinaongezeka zinakuwa kubwa hapa kidogo inaweza kaleta changamoto, na maana mimi kuajiri watu wengi zaidi nitatumia fedha nyingi zaidi, kwangu ni gharama ya uendeshaji na kuwa ni kubwa zaidi. Ndio maana unaona kabisa kwamba likifanyika ongezeko linaendana pia na mtindo ambao unatumika uh, kuongeza hiyo mishahara. Lakini pia ukiangalia Nurudin, mfano mshahara unaoongezeka ile percentage ambayo inakuwepo na yenyewe pia inabidi uifanyie calculations ambazo zinatija, ukiweka uh, rate ambayo imguse pia kila mtu alafu ikawa kubwa Unaweza pia kuwakaribisha mfumuko wa bei. Ndio maana wakati mwingine mtindo unaotumika tunauita tunaita, uh, diminishing upward rate. Yani wakati mwingine unaweka percentage, alafu yule mwenye kima cha chini ataipata ile percentage yote kama ilivyo hmm. Alafu ile percentage tutakuwa tukivunja vunja vunja. Kadri ambavyo mshahara unaongezeka hmm. Tunaepusha kuzikusanya pesa nyingi kwenye mzunguko. Zikiwa nyingi sana inaweza ikaleta changamoto ya mfumuko wa bei. Sasa mtu huko anaweza kusema ah. Sasa mchumi, sisi tunataka fedha ziongezeke tuwe na hela eh, lakini unaweza ukajiuliza swali moja kwamba kwa nini leo hii tuzikutane pale uwanja wa taifa alafu tukaenda pale na mabegi yetu fedha zikagawiwa tu tukaondoka na mabegi ya fedha eh, tukarudi nyumbani tuanze kutumia. Tegemea kuona unanunua bidhaa za kawaida kwa mnada kabisa. Ndio maana inapaswa kuendana na ujazo wa uchumi jinsi ulivyo. Ukiona ujazo huu unatosha, basi nawe pia unaweza kuongeza mishahara ili zile bidhaa zinazokuwepo zinatosheleza nyinyi kununua, ile dimandi itakayoongezeka e, ugavi wa bidhaa zitosheleze. E, imagine unaongeza, e, mshahara watu wanakuwa na fedha sana, alafu bidhaa zenyewe ni chache e, lazima kutakuwa kuna hiyo scramble ya hizo bidhaa e, na tukiwa tunazigombania hizo bidhaa, zile bidhaa zitakwenda kupanda bei, lakini pia kumbuka, Cost of business ikiwa ni kubwa, yani gharama e, za uzalishaji zimekuwa kubwa kama hivyo wafanyakazi, gharama zimekuwa kubwa kuwalipa, lakini pia hata eh, uzalishaji bidhaa, gharama zimeongezeka, lazima mimi nitakuja na kitu kinaitwa eh, cost push inflation. Kama mzalishaji, nitakuwa na mfumuko bei unatokana na gharama za uzalishaji, lakini wale watu pia wana hela wakati mwingine, kama wanahela, na wao watakuja na demand pull, eh, type of inflation. Watakuja na mfumuko wa bei ambao unatokana na uhitaji kwa hiyo hivi vitu unaviangalia kwa ujazo jinsi e, e, zilivyo, japo sisi tunafurahia sana e, kama hivi ongezeko la mshahara. Wengine pia walizungumza kwamba kama vipi na pei nayo pia yenyewe walao pia iangaliwe <laughs> namna gani inaweza kupunguza ili ilete kitu tunaita e, trickle down effect, matunda yake e, waguse watu wengi zaidi, lakini sasa ndio tunarudi hapa kwamba yakifanyika hayo yote unaangalia pia na gharama ambazo zinatokea e, mishahara tu kuongeza tayari ni expense kwa serikali yeah. E, ni matumizi hayo tayari, ukisamee pia na hiyo pay na yenyewe pia ni expense, kwa sababu ni matumizi pia umeendelea kuyapunguza, even though tunatamani hiyo ili tupate uh, trickle down effect, lakini utapiga mahesabu ya ujazo wa uchumi, mapato ambayo mtaka kukusanya, lakini pia budget e, mtegemea kukusanya mapato kiasi gani, e, matumizi yawe kiasi gani, na hiyo demand itakayokuwepo hapa ndani tunaihudumia kwa kiasi gani? Eh, gharama zikiwa kubwa sana hata, hata, hata export pia eh, na zenyewe kuuza hu, hu, kuelekea nje eh, unaweza kuona kwamba eh, mzigo unakuwa ni mkubwa sana wa kuzalisha kuuza eh, kupeleka nje. Kwa hiyo mtategemea sana import ambazo zinaleta trade deficit, nakisi ya biashara, mnajikuta mm -hmm. Eh, mnaagiza sana kuliko mnavyouza mnapromosha sasa hata akiba ya fedha za kigeni. Haya yote ni kuangalia nurdini kabla hujaamua kuongeza mishahara mm -hmm. Turejee kwake katibu mkuu wa TUKTA kule Mkunda ambaye yupo Singida. Uh, katibu, tulikuwa tukifanya tathmini kidogo ya athari na faida uh, za kiuchumi sasa kwa mtu mmoja mmoja na kwa taifa baada ya ujiwa hilo ongezeko la fedha. Lakini uh, TUKTA mmekuwa na madai yenu kadha wa kadha ambayo amekuwa uh, kwa miaka nenda miaka rudi, ikiwemo swala la uh, um, uh, upandishwaji wa madaraja kwa uh, wafanyakazi lakini pia nyakati nyingine watu wamekuwa wakikaimu katika nafasi kwa muda mrefu zaidi. Kuna matumaini ya haya mambo yote kumalizwa na hatimaye kukawa kuna kicheko cha jumla? Mkunda, unanipata vyema hapo eh? mm. Uh, naona mawasiliano yetu na pale Singida Uh, hayajakaa sawia. Tukikaa sawa, utarudi tena pale Singida kuzungumza na Mkunda. Tumegusia katika eneo hilo la uchumi uh, namna ambavyo okay, na uh, faida na sara zake. Na naambiwa Mkunda sasa yupo sawa. Naipata vyema Mkunda? Nawapata nawapata. yeah, nawapata. Nasema kulikuwa kuna madai yenu kadhaa, moja ilikuwemo swala la upandishwaji wa madaraja, lakini jingine ni lile la watu kukaimu katika nafasi kwa muda mrefu kwa namna ambavyo mmekuwa mkiendelea majadiliano na serikali mwelekeo upoje kwenye haya mambo kumalizwa na hatimaye kuwe na vicheko kwa wafanyakazi uh? Yes, ni kweli kwamba muda um, mrefu sana. Kuna uh, kipindi cha nyuma kama miaka mitano mi, iliyopita uh, wafanyakazi wengi wakuwa wamepandishwa madaraja, lakini uh, pia Uh, wafanyakazi wengi walikuwa kwenye nafasi ambazo walikuwa nazikaimu, ambazo hizo nafasi sasa, um, watu wanashindwa kufanya maamuzi vizuri, lakini vilevile vile, um, wanafanyakazi pia uh, anapokuwa amekaimishwa, kuna baadhi ya haki ambazo wanakuwa wanazikosa kwa hiyo tuna tulipambania tuli, tuli, tuli kuhakikisha kwamba uh, wafanyakazi wanapandishwa madaraja yao, lakini akipandishwa madaraja yanakuwa na effect kwenye kwenye kipato chao pia, kwa sababu kupandishwa daraja kuna muundo wa kiutumishi ambayo kila daraja likipanda mfanyakazi anaongezwa kiasi fulani, kila kipanda anaongezwa kiasi fulani. Kwa hiyo uh, hiyo pia nayo ni sehemu ambayo Ha, imekuwa ni nafuu na, na, na, na, zaidi pia kuwapa motivation wafanyakazi, lakini mwisho wa siku pia y kuwapa nyongeza ya kipato kwa, kwa, kwa wafanyakazi mm. Uh, eneo jingine ambalo linaonekana mmepongeza licha ya kwa kwamba kumekuwa kuna changamoto ni hili eneo la uhamisho. Serikali inaonekana sasa inatumia zaidi dijitali kwenye uhamisho, lakini bado kumekuwa kuna malalamiko ya hapa na pale kwenye eneo hilo nini mmeshauri ili serikali na yenyewe sasa iondoke na jambo la pamoja na hatimaye hii kitu iwe ni hadithi? Hey yes, ni kweli kwamba uh, mara kadhaa hata waziri mwenye, mwenye, mwenye, mwenye sekta husika ya utumishi wa umma uh, ndugu yetu Simbachawene mara kadhaa atum... Um, kemea maafisa utumishi kwamba uh, kwa nini hawachukui hatua? Kwa nini hawachukui hatua? Watu wanaomba kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini vilevile vile kulikuwa na complain mara nyingine kupotea wa barua au nyaraka mbalimbali ambazo zilikuwa zina pamoja na mambo mengine katika masuala ya watu wanaomba kuhama kutoka kwenye eneo moja kwenda jingine. Kwa hiyo, sisi tunaipongeza sana serikali kuwa na mfumo sasa wa kielektronik ambao mfanyakazi ana, ana, mwenyewe anaingiza taarifa zake, anajaza fomu na inaenda kwa supervisor au afisa utumishi, inaenda kwa mkuu, um, wa taasisi na pia serikali au taasisi nyingine kwa mfano taasisi yenye mamlaka inaweza kuwa ina, ina, ina, inaangalia ule mchakato na kuona kwamba ili swala watakapokuja kufuatilia kufanya tathmini wajue wapi lilikwama. Kwa hiyo hiyo tunaona inaongeza pia ile ufanisi, lakini vilevile uwajibikaji kwa wafanyakazi, sana sana wale ambao ni wafanya uh, maamuzi kwa hiyo, sisi hiyo tumeipongeza sana serikali, tunaamini kwamba hiyo itaongeza tija kwetu sisi wafanyakazi, lakini vilevile uh, uwazi utaongezeka, lakini vilevile na ku, uh, swala zima la katika ufanyaji wa maamuzi katibu mkuu, Rais kwenye hotuba yake pia amewataka mtimize jukumu la kutatua migogoro ambayo imekuwa ikitokea eh, baina ya wanachama wenu ili kuhakikisha. Anasema kwamba rais pia amewaagiza eh, mhakikishe kwamba mnatatua migogoro ambayo ipo miongoni mwa wanachama wenu ili tukta iwe moja na muendelee kupiga hatua uh, vilivyo. Uh, ushauri huu kwenu mnaubeba kwa tija ipi? Uh, Mheshimiwa Rais ni mamlaka, lakini pia ni Mheshimiwa Rais ana macho mengi. Uh, lakini pia uh, suala zima la migogoro sehemu za kazi uh, lina athari kubwa pia katika utendaji kazi wa wafanyakazi, lakini vilevile vile lina athari pia kwa mwajiri mwenyewe. Uh, unakuta wafanyakazi wanapokuwa hawaelewani ndani wenyewe kwa wenyewe, um, kwa upande mmoja mwingine, inakuwa in, ina, ina shida. Wafanyakazi muda wao mwingi wanapoteza kwenye kujadiliana masuala ya migogoro, uh, badala ya kufikiria jinsi gani wataboresha utendaji kazi, jinsi gani wataendelea kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo sisi tumelipokea hilo na tunadhani kwamba ni, ni jambo ambalo ni, ni muhimu na pia lina tija katika ufanyaji kazi. Kwa hiyo sisi kama uh, tukta uh, kupitia uh, vyombo vyetu kwa mfano Uh, tuna matawi sehemu za kazi ambapo tuna viongozi wetu sehemu za kazi, lakini vile vile uh, kwenye level, kwenye ngazi ya mkoa na, na taifa. Lakini pia tuna tutashauriana kuona kwa jinsi gani tunaweza tukawa tunatembelea mara kwa mara matawi yetu na tunafanya vikao mara nyingi, kwa sababu watu wanapopata nafasi ya kuweza kuzungumza wanaweza kutatua tatizo matatizo yao mengi. Kwa hiyo tutatumia hii approach kuhakikisha kwamba uh, tunaweza kuondoa migogoro mingi ambayo inaweza kutokea sehemu za kazi, ili wafanyakazi wakoncentrate kufanya kazi, kuendelea kwa wabunifu zaidi, ili mwisho wa siku mwajili aweze kupata kile anachotegemea kutoka kwetu. Okay, wakati wetu natukimbia kimbia, Mkunda, tuna uh, dakika chache kabla hatujamaliza hapa. Mkimo, uh, ungepewa nafasi sasa kumshauri mtu ambaye uh, anapata hii nyongeza ya mshahara anatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba aone tija kwenye maisha yake, yasisalie kama yale ambayo yalikuwa hapo awali kabla nyongeza ijaingia? Kwanza unajua Nurdin, kuna changamoto moja. Wakati mwingine, mishahara ikipanda, tunakutana na kitu kinaitwa lifestyle inflation <laughs> mfumuko wa bei unatokana na mtindo wa maisha, kwa maana kwamba eh, sasa mshahara umepanda, kunyanya nimebadili mtindo wa maisha mm. Kwanza aishi vile vile kama ambavyo mshahara ulikuwa awali hujapandishwa, ya yani aishi vile vile asiingie kwenye huo mtego wa lifestyle inflation eh, kubadili mtindo wa maisha kwa sababu mshahara umepanda. Iko cha kwanza. Cha pili, eh, budget ni muhimu sana, nidhamu ya fedha ambayo itahusu kuwa na budget eh, tunauona ni utamaduni wa kizungu Andika budget uh, kwamba mimi kwa mwezi nitatumia kiasi fulani kwamba uh, muda wa maongezi ninaotumia usizidi kiasi fulani kwa mwezi. Uh, vitu kama hivyo ni vya kuviandika kwa sababu ukiwa na bajeti utakuwa unafanya tracking of expenses, unafuatilia matumizi kujua eh, matumizi yangu yalikuwaje, yapi niliyazidisha. Lakini pia ukiwa na bajeti itakusaidia eh, kuepuka kitu nakiita impulsive spending, na hii ndio inayotuumiza wengi. Tunanunua sana bila kupanga. Eh, umetoka nje umeona bidhaa unanunua. Eh, haikuwa kwenye bajeti yako unakwenda unanunua eh, vitu vya hivyo, kuwa vina changamoto sana. Eh, hata ukienda kwenye mgahawa umekutana na rafiki ambao uliwahi kusoma naye eh, bwana nitalipia mimi. Haikuwa kwenye bajeti yako, ulikutana naye ghafla tu eh, lakini una Unajikuta unalipia. Vitu kama hivi ni vya kuviangalia. E, fanya kile ambacho kipo ndani ya budget. Kisiwe sizungumzii watu wae wachoyo. E, lakini ukiwa na budget, nidhamu ya fedha, unafanya tracking of expenses, unayafuatilia matumizi, lakini pia unajua e, kabisa kwamba nahitaji kuweka akiba. Tugawe sasa hiyo mishahara kwenye Akiba. Lakini pia e, iwe automated, yani, mshahara uende moja kwa moja kwenye akiba sio usubiri umemaliza matumizi yote, oh, sasa unakwenda unaweka akiba. Yawezekana unachokiweka akiba kisipatikane ki kabisa, au uweke kiasi kidogo sana ndo kiwe akiba, eh, hii ni changamoto. Lakini pia akiba zoe na malengo, kwa sababu unajua kuna kuchelewesha kufanya matumizi na kuweka akiba. Nurdin, mm. eh, unaweza ukawa umeweka akiba alafu unatumia pasipo natija, ulichelewesha tu kufanya matumizi hiyo. Uh, wewe kuweka akiba. Haya yote ni ya kuyaangalia kwa ukubwa, lakini personal finance tunasema is personal, eh, ni maswala ya mtu mwenyewe binafsi mm. asilimia hamsini thelathini na ishirini niliyosema, wo unaweza ukaamua ikawa hata e, sabini e, kwa thelathini e, lakini wewe mwenyewe unaweza ukaamua Uh, iwe sitini labda thalathini, ilimradi utimize uh, asilimia zile, zile mia moja. Mfano ikiwa sitini uh, kwa thalathini yani tisini, afu kumia, kumi asilimia uh, kumi ili timie mia moja unagawanya kwamba uh, mahitaji muhimu hizi ni want. Sasa nikikosa bado uh, nitaishi, lakini uh, hii asilimia kumi labda au ishirini au tufanye tracking of expenses tuepuke impulsive spending kununua bila kupanga, mm. Hii imekuwa changamoto sana, wengi tuna vitu ambavyo hatuvihitaji. <laughs> Maneno ya kwake Ali Mkimo hayo, mchambuzi wa maswala ya uchumi, akimaliza na ushauri namna hiyo kwa wale wote ambao leo mifuko yenu inaelezwa kwamba itaanza kunona kuanzia pale mwezi Julai wakati ambako bajeti mpya ya serikali itakapoanza, tofauti na mahitaji ama kile ambacho mnapokea kwa sasa. Zingatia kuhakikisha kwamba unaweka bajeti na sio unamaliza kila kitu. Lakini pia njia ya mtandao kutoka kule Singida ilituunganisha na katibu mkuu wa Tukta, Heri Mkunda, ambaye naye alitueleza yale ambayo tija wanaoiona mara baada ya serikali kwa mwezi. Ni kushukuru sana Mkunda kwa kuungana nasi hii leo. Nashukuru sana Nurdin, asante sana naam. Alimkimwa nayo nikushukuru sana kwa kuwa nami hapa naam. Ndivyo ambavyo tunamaliza uchanganuzi katika juma hili eh, panapo majali utakutana tena Jumatatu ijayo kwa ajili ya kipindi kingine cha uchanganuzi. Mi naitwa Nordin Selemani. Leo imekuwa ni siku ya wafanyakazi. Hakikisha kwamba umesherehekea vyema na kesho urejee kazini uanze kuchapa kazi kwa nguvu zaidi. Usiku mwema.